Mmoja, kutoa kunaleta furaha na hali ya kuridhika. Utafiti wa kisayansi unaonyesha kuwa kutoa huamsha sehemu za ubongo zinazohusika na furaha na malipo. Tunayoyatoa, tunayoyafanya, tunapotoa, tunapata hisia ya kuridhika na furaha ya kweli ndani mwetu, furaha ambayo tunaipata kila mara sisi tukipewa jambo fulani au tukipewa kitu fulani, kumbe ni furaha ile ile tunayoipata pia tunapojitolea. Kwa hiyo faida ya kwanza ni kuchota furaha na kujijengea hali ya kuridhika. Faida ya pili, kutoa kunapunguza msongo wa mawazo. Kujitoa kwa wengine kunaweza kupunguza wasiwasi na msongo wa mawazo kwa kuelekeza mawazo yetu kutoka kwenye matatizo tuliyokuwa nayo na kuyapeleka katika mahitaji yao wengine yaani, natusaidia kuto kutokuwaza sana shida na dhiki tulizonazo na kuwa na moyo wa kuwatazama wengine wenye mahitaji zaidi. Namna hii inapunguza msongo wa mawazo. Kutoa kunaimarisha mahusiano. Kutoa kwetu kunaunda daraja za upendo na uaminifu baina ya wanadamu na wanadamu baina ya kundi hili linalotoa na kundi linalopokea. Kumbe kujitolea kwetu kunahimiza ushirikiano wa kuijenga jamii yetu, ya kuijenga ukoo wetu, wa kuijenga familia yetu, ya kujengana katika jumuiya ama katika parokia, sisi kama waamini ama kama wanajamii. Mpendo wa msikilizaji, kutoa kunakuza heshima na kujitegemea au kujiamini. Kila mara unapothubutu kutoa na kuona matokeo chanya ya yale ambayo unajitolea, hakika tunajisikia wenye thamani kubwa sana tunaongezewa uwezo wetu wa kujitegemea sisi zaidi na zaidi, kwamba lazima nifanye tena nipate chochote ili niendelee kutoa. Lakini zaidi sana inatupatia uwezo wa kuwa majasiri na watu wenye kujiamini, kwamba mimi kumbe nina uwezo wa kutoa na kuwafanya wengine wafurahi. Tumeeleza hapo mwanzo namna za majitoleo kuanzia katika majuto ya dhambi na mpaka kufikia katika msaada wa mahitaji ya kawaida. Kwa namna zote hizo zatupatia faida hizi ambazo tumezisema. Lakini zaidi sana, kila mara tunapotoa kwa ajili ya wengine, tunapotoa kwa ajili ya uinjilishaji, tunapotoa kwa ajili ya kutegemeza na kuenzi utume wa kanisa, tunatii amri ya Mungu. Kwa hiyo, kutoa ni kutii neno la Mungu pomtii Mungu tunazidi kukua zaidi kiroho na kupata kibali chake na kufunguliwa milango ya baraka. Kutoa ni kujifunza kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hii ni faida nyingine, tena kama Yesu Kristu alivyowaagiza wanafunzi wake wasi, wasiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote. Kutoa kunatufundisha basi kumtegemea Mwenyezi Mungu katika mahitaji yetu yote. Tunajifunza kwamba yeye ndiye mtoaji mkuu yeye ndiye anayetupatia zawadi kuu, na kwamba tukimtegemea yeye tutapewa hata yale ambayo hatutaraji kuyapokea. Faida nyingine kutoa kwetu, majitoleo yetu, sadaka zetu, natujalia nafasi na fursa ya kujikusanyia hazina za mbinguni. Yesu anatufundisha kadiri ya mwinjili Matayo ile sura ya sita aya ya kumi na tisa hadi ya ishirini Msijilimbikizie hazina hapa duniani, bali jilimbikizieni ama wekezeni katika hazina za mbinguni. Kumbe kutoa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, kutoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu kunaweza kuweka hazina tele ya maisha yetu ya milele. Hakika kutoa kuna faida nyingi sana, lakini tena tunasema kutoa ni njia ya kutukuza kukua katika upendo Kutoa kwetu, kujisadaka kwetu, majitoleo yetu yana faida ya kutujalia sisi kukua katika upendo. Tunajifunza kumpenda Mungu, tunaimarika katika kumpenda hata jirani tunayemwona na tusiyemwona. Ndivyo tunajipenda Mwenyezi Mungu kama nafsi zetu sisi wenyewe, ndiyo tunakomaa katika ile amri ya Mungu ya kufanya hayo yote kwa moyo wetu wote, kwa akili zetu zote na kwa roho yetu yote, na ndiyo namna hiyo ya kumpenda jirani kama sisi wenyewe kumbe hizi ni faida kwa uchache tu kwa kuzitaja tuzipatazo sisi tunapojikita katika majitoleo